Karibuni sana Baraza la Mitihani la Tanzania. Leo tuna taarifa muhimu kwa ajili ya kuifikisha kwa jamii ya Watanzania, na taarifa hiyo inahusu matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne ambao ulifanyika tarehe 22 na tarehe 23 Oktoba mwaka 2025, lakini na upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili ambao ulifanyika tarehe kumi mpaka tarehe 19 Novemba mwaka 2025. Sasa baraza limeidhinisha rasmi kutolewa kwa matokeo hayo. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya wanafunzi milioni moja laki tano na elfu themanini na tatu mia sita themanini na sita walisajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa darasa la nne wakiwemo wasichana 818,673 sawa na asilimia 52 na wavulana 765,013, sawa na asilimia 48. Mahudhurio katika upimaji wa darasa la nne yalikuwa asilimia 94 sawa na wanafunzi 1,490,377 katika shule za msingi 20,508. Aidha, wapo wanafunzi 93,309 sawa na asilimia hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa walisajiliwa. Kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili wanafunzi laki nane, themanini na tisa elfu mia mbili, sitini na nne, walisajiliwa wakiwemo wasichana 492856 na sawa na asilimia hamsini na tano, na wavulana wavulana 396408 sawa na asilimia arobaini na tano. Mahudhurio katika upimaji wa kidato cha pili alikuwa asilimia 91.3 sawa na wanafunzi 811575 katika shule za sekondari 6223 Aidha, wapo wanafunzi 77689 sawa na asilimia 8.7, hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa tuliwasajili. Kuhusu matokeo, kwa upimaji wa darasa la nne ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 2.67, ambapo wanafunzi milioni 1,324,970 sawa na asilimia 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024, ufaulu ulikuwa asilimia 86.24 na mwaka 2023, ufaulu ulikuwa asilimia 83.34. Kuhusu linganifu wa matokeo kwa jinsi, wasichana waliofaulu ni 73,287 sawa na asilimia 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni laki 621,683 sawa na asilimia 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kuhusu ufaulu kishule, kati ya shule 20,508 zenye matokeo, jumla ya shule 20,364 sawa na asilimia 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya sifuri na sitini. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa ee, ukihusisha masomo tisa: masomo matano ya lugha, yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language; masomo mawili ya sanaa, jiografia na mazingira, sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili, na masomo mawili ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 92.1 ukipanda kutoka asilimia 84.52 mwaka 2024. Ufaulu wa somo la English language ni asilimia 72.71 ukipanda kutoka sitini na nane nukta nane sita mwaka 2024. Kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi jumla ya wanafunzi 6833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa asilimia 95.73, lugha ya Kiarabu kwa asilimia 80.45, na somo la Chinese language kwa asilimia 93.16. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni asilimia 87.93 na somo la hisabati ni asilimia 81.44. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la nne. Kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa asilimia kumi na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa asilimia kumi ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa asilimia 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa asilimia 54. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni asilimia 83.22 na somo la historia ya Tanzania na maadili ni kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili mwaka 2025, baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 86.93, sawa na wanafunzi laki 7, 5, 9, ambapo kati yao wavulana ni laki tatu na kumi na mbili elfu mia nne tisini na mbili e, sawa na asilimia 88.28 na ya wavulana waliofanya upimaji, na wasichana ni laki tatu na tisini na mbili elfu mia tano tisini na tisa sawa na asilimia 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu wavulana ni asilimia 44 na, na wasichana ni asilimia 56. Kwa ujumla, ufaulu wa kidato cha pili mwaka 25 umeimarika kwa ongezeko la asilimia 1.52 kutoka asilimia 85.41 ya mwaka 24 na asilimia 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala, wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa na asilimia themanini na tisa nukta nane tano, na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu eh, laki saba na elfu tatu mia moja na kumi na sita sawa na asilimia 86.93 kwa kuzingatia ubora wa ufaulu, jumla watahiniwa laki mbili na elfu arobaini mia nne sitini na tisa sawa na asilimia ishirini na tisa nukta sita na nne waliopata madaraja ya tahiniwa laki 249 sawa na asilimia waliopata madaraja la kwanza mpaka la tatu. Mwaka ishirini na nne waliopata madaraja hayo walikuwa laki mbili, thelathini na tisa elfu mia saba na saba sawa na asilimia thelathini nukta sifuri nane, na mwaka ishirini na tatu walikuwa laki moja na tisini na mbili elfu mia sita thelathini na tatu sawa na asilimia ishirini na saba nukta saba tatu. Idadi ya wanafunzi waliopata division 1 mwaka 25 ni 78139 sawa na asilimia 99.65. Waliopata division 1 mwaka 2024 walikuwa 77,172 sawa na asilimia 99.76, na mwaka 2023 walikuwa 58,180 sawa na asilimia 98.37. Kuhusu ufaulu kishule, jumla ya shule 6,198 sawa na asilimia 99.6 ya shule zote 6,223 zenye matokeo zimepata wastani wa daraja A mpaka D. Idadi ya shule zilizofaulu kwa daraja A zimeongezeka na kufikia 177 mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Na kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 25 na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii, ufaulu wa masomo ya history na geography ni wa wastani ambapo history ni 56.29 na geography ni 57.52 ufaulu wa somo la civics ni asilimia 35.1, ikiwa ni ongezeko la asilimia mbili kutoka 33.24 asilimia ya mwaka 2024. Kwa masomo ya lugha ufaulu wa somo la Kiswahili ni 94.31, English language ni asilimia 73.16. Mwaka 2024 ufaulu wa English language ulikuwa asilimia 74.58 na 68.27, na mwaka 22 ulikuwa 7458 na mwaka 23 68.27, na mwaka 22 ulikuwa asilimia 68. Hivyo takwimu hizi zinaashiria kuwa somo la English language linaendelea kuimarika kwani kwa, kwa, kwa kipindi cha miaka mitatu ufaulu wake umepanda kwa asilimia 10.13. Kwa upande wa sayansi asili, masomo ya physics, chemistry, biology na basic mathematics yana ufaulu ulio chini ya wastani, kati ya asilimia 22.71 na 41.84. Somo la basic mathematics limeendelea kuimarika kwa kupanda kwa asilimia 4.03 na kufikia asilimia 22.87 ya mwaka 25 kutoka asilimia 18.85 ya mwaka 2024. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa bookkeeping na commerce umeendelea kuwa ni wa wastani kama ilivyokuwa mwaka 2024. Ufaulu wa somo la bookkeeping ni asilimia 41.19 na somo la commerce ni asilimia 44.21, ikiwa ni ongezeko la asilimia 0.44. Kuhusu hali ya ufaulu kwa wanafunzi wa mkondo wa amali ambao ulipimwa kwa mara ya kwanza mwaka 25 katika jumla ya shule za amali 48, zilizojisajili katika fani kuu kumi kati ya 15 zilizoainishwa katika mtaala ulioboreshwa. Katika upimaji huu wanafunzi wa mkondo wa amali walipimwa katika fani mahsusi 42 zilizohusisha masomo 28 yaliyopimwa kwa vitendo. Jumla ya wanafunzi 2267 walisajiliwa wakiwemo wavulana 1473 sawa na asilimia 65 na wasichana 794 sawa na asilimia 35 kati yao wanafunzi 2199 sawa na asilimia 97 walifanya upimaji huo. Jumla ya wanafunzi eh, 1975 sawa na asilimia 89.85 wamefaulu, wakiwemo wavulana 1331 na wasichana 644. Hivyo wanafunzi hao sasa wataruhusiwa kuendelea na kidato cha tatu kwa mkondo wa amali mwaka 2026. Kuhusu ufaulu kwa masomo sita ya lazima ya mkondo wa amali, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la mathematics ni asilimia 40.54, computer application ni asilimia 60.41, life skills asilimia 48.68, business studies asilimia 58.46, english language asilimia 71.16, na historia ya Tanzania na maadili asilimia 58.42. Ufaulu kwa upande wa fani mbalimbali za ufundi na ufundi study takwimu zinaonyesha kwa, eh, kwa fani za uhandisi eh, uhandisi ujenzi ufaulu ni asilimia mia moja. Uhandisi umeme ufaulu ni kati ya asilimia 98 na mia moja. Uhandisi mitambo ni asilimia mia moja. Tehama asilimia 89 hadi mia moja. Uhandisi magari ni asilimia 95 mpaka mia moja. Kwa fani ya kilimo na chakula ufaulu ni kati ya asilimia 96 mpaka mia moja. Ukarimu na utalii ni asilimia 98 mpaka mia moja. Mavazi na ushonaji ni asilimia 15 mpaka 100. Katika fani hii ya mavazi na ushonaji lipo somo la leather goods and footwear halikufanyika vizuri, kwani ufaulu wake ni asilimia 15. Ufaulu kwa fani ya michezo ni asilimia 100 na kwa fani za, sanaa, eh, sanaa za ubunifu ni asilimia 95 mpaka 100. Ndugu waandishi wa habari, kama mnayofahamu mwaka 2024 baraza lilisitisha kuendesha mtihani wa maarifa maarufu kama QT ambao ulikuwa ukiwawezesha watainiwa wa kujitegemea kupata sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha nne. Sasa badala yake baraza linaendesha mtihani wa, wa, wa kitaifa wa kidato cha pili ambao watainiwa kujitegemea kupitia upimaji huo wanapata sifa ya kufanya e, mtihani wa kidato cha nne. Kwa mwaka 2025 watainiwa wa kujitegemea 9454 walisajiliwa, kati yao 7437 sawa na asilimia 78.67 walihudhuria upimaji huo. Takwimu zinaonyesha kuwa watahiniwa 1527 sawa na asilimia 67.69 ya waliofanya upimaji wamefaulu na hivyo kuwa na sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha nne. Mwaka 2024 watahiniwa 1425 sawa na asilimia 56 walifaulu, hivyo kuna ongezeko la asilimia 12 ya ufaulu kwa watahiniwa wa kujitegemea katika upimaji wa mwaka 2025. Wapo watahiniwa waliokiuka taratibu za mitihani. Hivyo baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 41 waliofanya udanganyifu na nane walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu katika upimaji wa kitaifa darasa la 4. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 29 waliofanya udanganyifu na 11 walioandika matusi e, eh, kwa katika upimaji wa kidato cha pili. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha tano, kifungu kidogo cha pili J cha Sheria ya Baraza la Mitihani sura namba 107. Na kikisomwa pamoja na kifungu cha 30, kifungu kidogo cha pili b cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la mitihani linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani, wakuu wa shule, wasimamizi, wasaishaji na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya, kuwa utulivu na kuendesha upimaji huu. Aidha, baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya upimaji huu kwa, kuwa, una, kwa kuzingatia kanuni za, za mitihani wakati wote. Matokeo ya upimaji huu yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asante sana. Asante sana kwa maswali. Nianze na swali la kwanza kuhusu sababu za wanafunzi wanakosa mtihani. Sababu ziko mbalimbali. E, wanafunzi wanaposajiliwa e, wengine wanakosa kufanya mtihani kwa sababu za utoro. Wako ambao wanafika katika chumba cha mtihani wakiwa ni watoro, na wengine wanakuwa wame wamesajiliwa hawa, wa, wa lakini hawakuwa wakihudhuria shule. Lakini wapo ambao wanapata dharura ya ugonjwa, kwa mujibu wa kanuni za mitihani tunawaruhusu na tunawapa na fursa ya kufanya wakati mwingine. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali mbali, lakini e, zinachangiwa na hayo mgonjwa lakini na, na utoro. Kwa hiyo hatua wa mbalimbali baraza inaendelea kuchukua kwa kushikana na wadau mbalimbali, kwa kutoa taarifa katika mamlaka zao, ili swala hili la utoro likomeshwe na na wale wanaoandika matusi, baada ya matokeo haya baraza linaandika barua katika mamlaka zao ikiwemo wakuu wa shule na bodi za shule, kwa shule za msingi, kamati za shule na kuwahusisha wazazi katika kuchukua hatua, ili, ili kuhakikisha hili ili swala la matusi lina, lina komeshwa, eh, kabisa. Na ukiangalia takwimu zetu, ni kweli, kwa sasa tunaanza kuona matusi yakijitokeza katika hatua ya darasa la nne. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi nane walioandika matusi darasa la nne mwaka huu. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi watano, mwaka huu tumekuwa na wanafunzi nane walioandika matusi. Kwa hiyo tunaendelea kuchukua hizo hatua na kuwatambua wanafunzi hao kwa sababu bado wapo katika mfumo, mfumo wa elimu. Na kuhusu eh, kukariri kwa wanafunzi hawa eh, kwa mwongozo wa baraza ulivyo na kawaida ya, ya, ya, ya ya uendeshaji wa mitihani, wanafunzi wanaofaulu wanaruhusiwa kuendelea na na kidato kinachofuata, na wanaofeli wanatakiwa kukariri. Sasa nafikiri muuliza swali bila shaka utakuwa umekusudia, kwa sababu mwaka huu kwa kidato cha pili tumekuwa na mitaala miwili ambayo tumeitahini. Kuna mtaala wa ulioboreshwa ambao kama wanafunzi watarudia, basi watakutana wenzao waliokuwa wamesoma mtaala tofauti na aidha ka, kama watarudia vile vile watajikuta warudie kwa mtaala wao ambao pengine ufundishaji huko shuleni umekusha badilika. Kwa hiyo niseme tu eh, kwa kesi hii specific ya, ya, ya matokeo ya mwaka huu mamlaka ya baraza ni kutoa matokeo na kuainisha waliofaulu na walioshindwa, lakini bila ya shaka muda wote kuanzia leo baada ya kutoa haya matokeo eh, ofisi ya kamishna wa elimu kupitia wizara ya elimu itatoa statement maalum kuhusu ya hao wanafunz e, kuhusu walio e, feli mwaka huu, kama, kama ambavyo tumeeleza katika nakala hii ya press, tutawapatia ufaulu wa, e, wa darasa lanne ni asilimia 8891 na ufaulu wa kidato cha pili ni asilimia 8693. Tutawapa nakala, takwimu zote ziko pale, waliosajiliwa, waliohudhuria waliofaulu walioshindwa. Mtachakata hizo taarifa kwa urefu. Asanteni sana.